Na tukiangazia taarifa nyingine, ni kwamba zoezi la usajili wa makurutu lilikamilika kwa masikitiko kwa wale ambao hawakutimiza viwango vilivyotakiwa. Katika kaunti ya Baringo, Idris Kiprop ni miongoni mwa walioambulia patupu na alikosa kufuzu kwa mwaka wa nane mfululizo. Sasa kila mwaka Idris amekuwa akifika akiwa na matumaini ya kuvalia a sare za polisi, lakini kimo chake kimemnyima nafasi ya kupata fursa hiyo. Mwanahabari wetu Ben Kirui ana simulizi hiyo. Kwa mara nyingine alirejea nyumbani akiwa amevunjika moyo, huzuni ikiwa dhahiri usoni mwake. Kwa miaka minane, Idris Kiprop ameendelea kuwa na matumaini ya kuajiriwa katika idara ya polisi, akiwa na ndoto ya kuvaa sare ya polisi na kutumikia nchi yake. Kila msimu wa usajili wa makurutu unapowadia, huko Baringo, Idris hujitokeza akiwa na ari matumaini na maandalizi kamili, lakini kila mara kikwazo kile kile kinamzuia kimo chake. Eight good years nimejaribu na sijawahi pata, sasa nashindwa ni kitu gani mi nimekosa, mpaka watoto wengine wadogo mi nimewalea watoto wenye mimi niliwaona wakiwa wadogo na, na, na, nasaidia hao wa kuwachunga hawa wanakuja wananishinda, wanachukua, wanachukua jeshi wanaenda, wengine wanachukua polisi wanaenda, na mimi niko niko tu hapa. Asubuhi ya Jumatatu katika eneo la Baringo Central, Idris aliungana tena na makumi ya vijana uwanjani, lakini matokeo yalikuwa yale yale ya miaka iliyopita. Watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako eh, mfupi kama nikaenda nikajaribu Kenya Forest kwanza. Kenya Forest ndio ilianza hata, nikajaribu hiyo nikashindwa. KWS kakuja, nikashindwa, nikiambiwa the same thing tu. Akiwa amesalia na mwaka mmoja tu wa kufikisha umri wa mwisho wa kuajiriwa katika idara ya polisi, jaribio hili lilikuwa la kufa kupona na mimi ni mtu nimeshamaliza NYS, nimeshamaliza ile paramilitary training, so hata saizi akinichukua aende anikutanishe ani na hao wengine nitakacha nitakacha paraka na hawa na niendelee tu na nimalize ni pass out. Aliporushwa nje kwa mara nyingine, hisia zilipanda. Idris akiwakabili maafisa waliosimamia zoezi hilo, akisisitiza kuwa anastahili kupewa nafasi. Chukua kila kitu nanimaha, kwa sababu mi ni mfupi. Watu wangapi ni wafupi kama mimi? Watu wangapi ni wafupi kama mimi na wako kazi? Mimi ndo nanyima? Kwani mi ni nani? Watu wangapi ni wafupi kama wako kazi? Afisa anayesimamia usajili huo eneo la Baringo Central, Moses Kirong alisema mchakato huo unaongozwa na kusimamiwa kikamilifu na taratibu za kitaifa. Alithibitisha kuwa idadi waliojitokeza katika eneo hilo ilikuwa ndogo, huku vijana kumi na wawili pekee wakitarajiwa kuajiriwa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.